Amna kitu chochote. Kweli, mme wangu, kuna kitu naisi mundani. Amko sawa kabisa. Ayo ni mawazo. Sawa. Amna kitu chochote mundani, ila kuna kitu naisi mme wangu. Hebu tulale basi. Hivi mara ngapi mama nakwambia eh? Nakwambia kabisa siwezi kukifanya kitu ambacho nyie mnakihitaji, siwezi kufanya hicho kitu eh? Alafu mama, tabia ya kumsumbua mke wangu sihitaji, na sitaki hiyo tabia iendelee eh? Mtoto hatu ana raha kila siku kwa sababu ni nyinyi, au kisa ni wao? Uchawi wenu nishawambia siwezi kuwa mchawi. Wekoma wewe Yaani hapo mnapolala na huyo mkeo mnashauriana mambo mambo hayo ya kipumbavu Sule? Sio uchawi, unaona, ule ni ufundi wa usiku mwanangu. Kitu gani kinachokusumbua wewe? Unataka kukiuka mila? Unamwangalia Majalo kwao. Mama, unataka kuniambia Majalo ni mchawi kama we Sio mchawi. Yule ni mwana sayansi, sio mchawi. Nani mekuambia ule mchawi? Nisikilize <laughs> kwa makini, mama. Siwezi kuwa mchawi kama nyinyi mnavyohitaji. Kwa hiyo sijui sayansi, sijui kitu gani, siwezi kufanya hicho kitu. Alafu kitu kingine, kitendo cha kumsumbua wa mke wangu sihitaji, naistosha kama kigezo chako cha kunizaa. Bakia na nafasi yako tu ya kunizaa mimi. Usiingilie ndoa yangu, hiyo ni ndoa yangu mama. I don't want peace. Acha kuwa na mambo ya kipuuzi ki kama upuuzi sawa, nishakubali naomba, unachukua ndoa yangu baba. Subiri, litayo kukuta utajua mwenyewe na Mungu wako. Why are you running? Wewe mtoto jeuri sana mi kilingeni, kutanielewaje kule mizimu ile, utakuwa utake usitake utakuwa tena sio mchawi, utakuwa kinduba. Mume wangu, kama nilivyosema, nipe talaka yangu niondoke aiza, tuwame tuwame kijiji. Kila siku mauzauza hivi, unaona saa maisha naishi mundani Eh? Nimechoka Gango. Kwama kijiji tena, hebu niambie, endapo tunaama kijiji huko tunaenda kuishije eh? Istosha ya mashamba ambayo tumeandaa tunamwachia nani? Tutaenda kutafuta huko huko, tutalima huko huko? Mimi nimechoka na maisha ya mwindani, kila kukicha lingine, mauzauza kila siku, nimechoka. Unanipenda, tuondoke wote. Hutaki, nipe taraka yangu niondoke. Nisikilize, mkangu. Nikusikilize nini? Swala la kukuacha hilo, sahau. Hakuna mwanamke yeyote nampenda duniani zaidi yako, unanielewa? Alafu unataka twende tukadhalilike. Kudhalilika nini? si tunaenda kutafuta, tutaishi. Mkomo mamako mpaka lini? Hivi anaofanya ndani, mbona mazuri una wanayofanya ndani unaona mazuri? mara ngapi nakuambia, mara ngapi nakuelekeza, mbona unataka kunielewa? Lakini sasa kama unataka kukaa hapa, mimi nipe talaka yangu, niondoke, wewe ubaki hapa kwa mama wako <sighs> okay. sawa nimekuelewa, nitalifanyia kazi, ila swala la kukuacha wewe

Hivi mama, kuhusu hili swala la azomo, unang'ang'anikia kumkabidhi huo mzigo aingie kwenye chama chetu, na yeye hataki, yeye hataki, hataki. Toka ulipoanza kumlazimisha ana hata dalili ya kukubali hilo, wewe unang'ang'anikia. Kwa hiyo mimi nachotaka huo uchawi nikabidhi mimi tu. Yaani bora ukidogo ukimpa yeye, kaka Zomo ambaye hataki. Mimi ukanipa huo mkubwa. Sababu mimi na mambo makubwa nataka niyafanye kupitia huo uchawi. Ba, wewe mwanangu. Yaani uchawi wao mkunogea sana <laughs> ujitike nzigo wote peke yako kisa nini? Na yule ndio mtoto wa kiume. Yule ndio mtoto wangu wa kwanza wa kiume na ndio anayohitajika kwenye mizimu. Ndio wale waliochagua. Sawa, wamenichagua kwenye mizimu. Ila yeye hapendi. Toko alivyoanza kumlazimisha, ingebidi anataka sengibidi ameshaingia tayari.